Madereva wa pikipiki maarufu kama bodaboda wa manispaa ya Musoma mkoani Mara wamefanya mgomo kwa lengo la kushinikiza uongozi wa manispaa hiyo kufuta kiwango cha shilingi laki moja kwa mwaka kilichotangazwa kwa madai kuwa manispaa haina ruksa kisheria katika ukusanyaji mapato hayo. Ahmadi Nandonde anaarifu zaidi. Wakizungumza katika mkutano mfupi wa kutanisha mkuu wa wilaya Musoma, bwana Zelote Steven, pamoja na mkurugenzi wa manispaa ya Musoma, bwana Alfani Aule, waendesha pikipiki mjini Musoma maarufu kama bodaboda, wamewataka viongozi hao kutoa tamko la kwa nini watozwe kiasi cha shilingi laki moja ikiwa ni pamoja na kutaka kupatiwa ufafanuzi wa kisheria inayowataka madereva hao kulipa fedha hizo. ni kwamba hatuelewi na hatutambui, hatujaelezwa hatu, hatu ja, hatu kwamba hii pesa tuliyosikia tangazo jana, gari ikiwe na tangaza kwamba ni shingapi na ni, ya, ni, ya, ni ya parking ipi, kwa sababu bodaboda boda, ii leseni ya biashara bunge liliwafutia li, li, li kwamba hamna mapato hamna leseni yoyote ya biashara kwao, wapo huru kwao. Jana kile kitendo cha kupita unatangaziwa kwamba Ijumatano mwisho tunaanza kushikana, kwa kweli iliwashtua madereva pikipiki walio wengi. Kwa hiyo walichokuwa wameamua waliamua kwamba waende moja kwa moja kwa, kwa mkurugenzi, lakini tukaona pale ofisini kazi hazitafanyika, tukaona tukutane hapa uwanjani, uongozi uje, ili kwanza uwafafanulie madereva pikipiki kwamba pesa hii ni ya nini. Tumestajabu kwa kitu kimoja Ukinukuu kati nani, hotuba ya rais ya kwanza katika bunge, amemaanisha vijana wanaofanya ujasiriamali kwa kupitia pikipiki ni vijana ambao kwanza anawapongeza kwa sababu wamepunguza wa jopo kubwa la hawa ma street ma street, yani niweza nikaita watu wa mitaani wasiokuwa na kazi maalum. Wake mimi napokuwa sina kazi, naweza kufanya jambo baya lolote ili niweze kupata ya kuweza kuikizi mahitaji yangu, lakini ninapokuwa nafanya kazi hii ngumu ya bodaboda, ninakuwa nimekuondolea wewe mtanzania mwenzangu kupata hali yoyote ya hatari katika maisha yako, alisema. Sisi tunatakiwa kupewa misingi na mwongozo wa kufanya kazi zetu kwa utulivu na mwongozo unaoeleweka, lakini sasa Tuna, tun, kuna sheria ndogo ndogo za serikali tuseme ni za mitaa ambazo zinatungwa ambazo kwetu sisi kama mtazamo wetu tunaona ni serikali kandamizi kwetu, kwa sababu unapomuundia mtu sheria, lazima kwanza umwandalie vipeperushi vya kumwelimisha kwamba huo huo mswada au sheria unaoipitisha kuhusu fedha anaotakiwa achangie, serikali ina faida gani dhidi yake na yeye ya ananufaika vipi? Kufuatia malalamiko hayo yaliyotolewa na waendesha bodaboda wa manispaa ya Musoma, mkuu wa wilaya hiyo bwana Zelote Stehen akaamua kusitisha agizo la manispaa hadi pale bodaboda hao watakaposhauriana juu ya nini kifanyike, huku mkurugenzi wa manispaa hiyo bwana Alfa Naule akikitaja kiwango cha shilingi elfu ishirini kuwa ni sahihi na ndicho ambacho kinatakiwa kutozwa na watumishi wake. Nataka mwende kazini dio. mwende wapi kazini? kila siku mkiamka mnaenda wapi dio, dio. na sasa ni nini